Hawa ni mapacha wawili, mmoja anatambulika kwa jina la Sidathi na mwingine alikuwa anatambulika kwa jina la Aditia. Leo baada ya wazazi wao kugombana na hatimaye kupeana taraka, Aditia anaondoka na mama yake, lakini Sidati yeye anabaki na kuanza maisha mapya hapa pamoja na baba yake. Upande wa maisha ya Bimkubwa pamoja na Aditia yake alikuwa ni magumu. Bimkubwa kutokana na kushindwa maisha ya ndoa, akaamua kuwa ni mmoja kati ya mtu anayecheza kamali, siyo mchezo, yaani mshala wake wote ukawa naishia ndani ya kasino kucheza kamali. Aditia maisha yake alikuwa hayapendi sana kwa mama yake, lakini bi mkubwa leo anamwahidi kijana wake ya kwa kwamba atajitahidi kuachana kabisa na mambo ya kamali, hivyo leo baada ya kutoka shuleni afanye haraka sana kurudi nyumbani, kwani atamwandalia chakula kizuri. Aditi anamsikiliza mama yake, lakini leo baada ya kurudi wakati wa jioni anakuta bi mkubwa tayari alishachukua uamuzi mwingine wa kujiangamiza kwa kujinyonga. Aditi anachukuliwa na, na kurudishwa nyumbani kwa baba yake, lakini kwa sasa mazingira yalikuwa ni tofauti kidogo, kwani mzee alikuwa anampenda sana sidati kuliko aditi kijana kidogo ikampelekea kwanza kumchukia ndugu yake na kuanza kugombana naye mara kwa mara, lakini pia hatimaye ikampelekea naye kuwa mcheza kamali kama jinsi ambavyo alivyokuwepo mama yake. Baba alikuwa apendi kabisa aditi a kujiingiza katika mchezo wa kamali, hivyo akajitahidi sana kuweza kumsaidia. Lakini baada ya kuweza kuona watu hao walikuwa nagombana mara kwa mara, akawapeleka kwa muda wa mwaka mmoja ndani ya hospitali ili waende wakatibiwe. Aliamini huenda akawa anasumbuliwa na matatizo ya akili. Vijana hao walikaa hospitalini kwa muda wa mwaka mmoja. Baada ya kutoka Sidathi yeye akaenda chuoni kusoma mambo ya uinjinia pamoja na IT, lakini upande wa mtaalamu wetu Aditya, yeye akaenda kusoma mambo ya sheria na hatimaye mambo yakamshinda chuoni, kwani yeye alikuwa anapenda sana maisha ya uswahilini kuliko chuoni, hivyo hatimaye akaamua kuacha na kuingia kitaani. Mshua kwa sasa alikuwa tayari amesha fariki na mali nyingi alikuwa akamwachia Sidathi, lakini pia mshikaji alikuwa anafanya kazi nzuri ndani ya kampuni moja katikati ya mji. Kama hiyo haitoshi, alikuwa na kampuni yake ya ujenzi lakini pia katika maisha yake Sidati alikuwa na mahusiano na mmoja kati ya bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Mahima. Lakini kwa pacha wake mshikaji, yeye kwa sasa bwana alikuwa ni chapombe, lakini pia alikuwa ni tapeli sana ndani ya jiji, akishirikiana na rafiki yake alikuwa anatambulika kwa jina la Vema. Na mara nyingi Aditi alikuwa anafuatilia sana rafiki yake ama ndugu yake huyu wa karibu, aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sidati. Japokuwa watu hao walikuwa hawaelewani, lakini kila kona ambapo Sidati alikuwa anaelekea, basi naye alikuwa anafuata kwa nyuma akijaribu kuangalia kwa sasa pacha wake alikuwa anafanya shughuli gani leo. Sidathi anafanikiwa kumkuta Aditya nyumbani kwao, anashangaa sana inakuwaje kila kona anakuwa anamfuatilia. Lakini baada ya kuondoka, akaja kugundua kwamba moja kati ya pete yake ya thamani ya ilikuwa imepotea. Anapiga simu polisi kwa ndugu yake huyu kuweza kukamatwa. Mshikaji alipatiwa mateso ya kutosha, kwani alitambua ya kwamba huenda Aditya akawa akamwibia pete yake ya thamani ya. Lakini mwamba baada ya kupatiwa mateso na kuachiliwa, anampigia simu ndugu yake na kumwelekeza sehemu ambapo pete ilipo na kumwambia kwamba yeye alifika ndani ya nyumba yake kwa lengo la kuchukua picha ya mama yao na wala alikuwa hana jambo lolote baya. Sidathi kimtindo akajisikia vibaya, lakini Aditi anamwambia ndugu yake ya kwamba hakika kwa hiki ulichonifanyia sitokuacha, kwani ipo siku moja nitakuja kulipa kisasi. Sidathi leo anaagwa na mpenzi wake alikuwa anatambulika kwa jina la Mahima na kueleza kwamba anaelekea katika mji wa jirani, kuna sherehe rafiki yake mmoja anakwenda kufunga ndoa, na wao walikuwa wamepanga kwamba baada ya bimdada kurudi, yeye pamoja na Sidathi wataanza harakati za kufunga ndoa lakini ndani ya hii safari bimdada akakutana na majanga makubwa, kwani alikutana na mwamba mmoja anayetambulika kwa jina la Akashi. Huyu mshikaji alikuwa anamfuatilia sana huyo bimdada Mahima alimkazia lakini mshikaji kwa hasira akaamua kumteka bimdada na kuweza kumnywesha madawa kisha akamtumia jinsi ambavyo alikuwa anataka yeye kwa muda siku tatu na hatimaye akamwangamiza. Kama hiyo haitoshi, Akashi akampatia hongo askari polisi ili asiweze kuifungua hii kesi. Lakini pia mshikaji ambaye alikuwa anatambulika kwa kwa jina Sidathi, baada ya kuipata hii taarifa akika wake uliweza kuumia akijiuliza ni jambo gani ambalo ataweza kulifanya. Upande wa pili kwa mshikaji wetu ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Aditya, leo anakuja kugundua ya kwamba rafiki yake mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina la Vema alikuwa anadaiwa daiwa pesa ndefu kiasi cha rupia laki moja na naendapo pesa hiyo asipoipata, basi hawa madoni atakwenda kumwangamiza hasa mshikaji bwana. Alikuwa anapendwa sana na bimdada mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina la Gayatri. Bimdada kimtendo alikuwa na maokoto ambao alikuwa kaifadhi, akidhani ya kwamba siku moja endapo akijau basi ataitumia hii pesa yeye pamoja na mme wake kuanzisha biashara nyingine ambayo kimtindo itawasaidia maisha kuweza kusonga. Mtaalamu wetu Aditia anamfuata bimdada, anamwomba kiasi cha rupia laki moja, kuna jambo ambalo anakwenda kulifanya. Dada anampatia Aditia kiasi cha pesa, lakini alikuwa hana matumaini kabisa kwamba pesa hii atarudishiwa, kwani mshikaji alikuwa anajulikana kwa tabia yake jinsi ambavyo ilivyokuwa mbaya. Lakini mwamba siku hii ya leo akawa anajiuliza sana, je, aende kulipa kile kiasi cha pesa au afanye nini? Naje endapo akilipa kiasi cha pesa, pesa nyingine ya kwenda kumrudishia mpenzi wake Gayati ataitoa wapi usiku wa leo? Kipindi ambacho maswali yalipokuwa mengi, lakini pia hata upande wa mtaalamu wetu Sidathi naye maswali yalikuwa ni mengi sana, maumivu yalikuwa ni makubwa juu ya kile ambacho kilikuwa kimemkuta mpenzi wake, hivyo akawa anajiuliza ni kipi ambacho atakwenda kukifanya. Upande wa pili, yebwana sehemu ambapo alikuwa anaishi, Akashe bwana leo anavamiwa na kuweza kuangamizwa. Wakati wa asubuhi bwana Askari polisi wanafika wanafanya uchunguzi na kukuta maiti ya mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Akash, lakini ushahidi wote ulikuwa umefutwa na mtu ambaye alikuwa akapiga hili tukio. Kama hii haitoshi, ndugu wa Akash wanakuja kugundua pesa zote pamoja na vitu vya thamani vilikuwa vimeibiwa. Da, lakini pia upande wa pili tunamshuhudia Aditya anaenda kulipa pesa kwa ahuni nao, anashangaa kiasi chote cha pesa alikuwa amekitoa wapi. Kama hiyo haitoshi, anaelekea pia kwa bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Gayatri, anaenda kumpatia kiasi cha pesa ambacho alikuwa kamkopesha usiku wa jana maskari polisi. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kuumiza vichwa bimdada Yamini ambaye naye alikuwa anahusika katika uchunguzi anakuja kutumiwa picha ya mmoja kati ya mtu ambaye inasemekana alikuwepo ndani ya ile nyumba usiku wa jana dada. Baada ya kupeleka kwa bosi wake alikuwa anatambulika kwa jina la Jendra, anasema ya kwamba huyu mtu anamfahamu, anatambulika kwa jina ya Sidathi. Sidathi anakamatwa anapelekwa ndani ya kituo cha polisi. Baada ya kufika, anaambiwa kwamba unashutumiwa kwa kosa la mauaji yaliyotokea usiku wa jana. Sidathi anabaki anashangaa, lakini nasi tunabaki na maswali mengi, kati yake pamoja na Aditia, ni nani ambaye atakuwa ni muuaji? Na je zile pesa Aditia alizokwenda kulipa alizitoa wapi? Lakini pia nyumbani kwa Akashi tumepata taarifa kwamba pesa pamoja na vitu vya thamani vilikuwa vimepotea. Hakika hiki ni kizungumkuti ambacho sisi tunakipata kwa maskari poli. Polisi wao tayari walikuwa wameshajiaminisha kwamba wameshamkamata Sidathi, hivyo kesi yao kimtindo itakuwa tayari imeshasoviwa. Lakini leo katikati ya barabara wakati wa usiku, maskari polisi wanamkamata Aditi na kumpeleka kituoni. Bimdada yamini baada ya kumwangalia hakika aliweza kuvurugwa, kwani mtu huyu alikuwa anafanana sana na Sidathi. Moja kwa moja akagundua hakika hii kesi ilikuwa bado ni mbichi; kwa kutumia ushahidi wa picha peke yake hakika hawawezi wakatoboa Sidathi. Pindi alipomuuliza usiku wa jana Jumapili alikuwa wapi, alisema ya kwamba yeye alikuwa anatokea klabu, lakini kwa bahati mbaya gari lake lilipata pancha njiani na hatimaye akapata msaada kutoka kwa dereva taksi ambaye alikuwa anapita. Dereva taksi baada ya kumuuliza, alithibitisha hili jambo, lakini pia upande wa pili kwa mtaalamu wetu Aditia, naye baada ya kumuuliza, alisema ya kwamba usiku wa Jumapili yeye alikuwepo nyumbani akimtibia rafiki yake alikuwa natambulika kwa jina la Vema, sababu alikuwa anasumbuliwa na kichwa. Askari polisi baada ya kwenda kumuuliza Vema, naye alieleza kama jinsi ambavyo Aditia, alikuwa ametoa maelezo lakini pia anasemekana kwamba mtuhumiwa baada ya kufanya lile tukio kwa Akashi, kwa bahati mbaya alichanwa na kitu kikali katika mkono wake wa kulia. Maskari polisi wanakuja kushangaa zaidi baada ya kumkagua Sidathi walikuta alikuwa na alama ya kuchanwa katika mkono wake wa kulia, lakini pia hata Aditi naye alikuwa na alama kama ile ambayo alikuwa nayo na Akashi, da hii ilikuwa ni changamoto kubwa, hususani kwa bimdada Yamini, anajiuliza maswali kesi itakuwaje? Lakini kwa bosi wake Najendra, yeye alikuwa na mawazo tofauti. Leo alimwita rafiki yake na kumpeleka kwa Sidathi. Rafiki yake alishangaa sana baada ya kumwona mshikaji, kwani kuna historia fupi inayomuhusu mtaalamu wetu na Jendra pamoja na Sidathi. Miaka ya nyuma, Sidathi alimsaidia mtoto wa Najendra kuweza kutoroka kwa baba yake na kwenda kuishi na mpenzi wake ambaye yeye baba yake alimkataza kabisa kuweza kuwa naye na mahusiano, na toka siku hiyo na Jendra hafahamu mtoto wake yupo sehemu gani, hivyo alikuwa na hasira sana na mtaalamu wetu Sidathi, na kwa kuitumia hii kesi alikuwa anahitaji ni jambo baya mtaalamu wetu Sidathi kwa lengo la kulipa kisasi, lakini pia hata upande wa pili kwa mtaalamu wetu Aditya naye akawa anaitumia fursa yake kwa kuweza kumchanganya bimdada Yamini, mara amwibia ngachifu, lakini pia mara aweze kutikisa maziwa yake mbele ya bimdada. Kitu hiki kimtindo bimdada kikaanza kumpagawisha dada. Anapewa taarifa kutoka hospitalini, wataalamu wanadai ya kwamba nywele ambazo zilipatikana ndani ya nyumba ya Kashi zinaonyesha kwamba sio za Aditya wala Sidathi, lakini pia siku hii ya leo Sidathi kipindi ambacho alikuwa anajaribu kutoroka ndani ya kituo cha polisi, uso kwa uso anakutana na ndugu yake, bwana mkono unapigwa. Baada ya kutenganishwa, maskari polisi akaja kugundua kumbe hawa ndugu walikuwa ni mapacha, lakini pia walikuwa hawaelewani. Yamini anapata taarifa juu ya ugomvi uliopo kati ya bosi wake pamoja na Sidathi. Sasa hapa akaona ni bora afanye hima kutafuta ushahidi ili aweze kumpata ni nani ambaye alikuwa ni muuaji halisi. Safari ikampeleka mpaka kwa rafiki yake ambaye alikuwa ni daktari wanaondoka mpaka kufika eneo la tukio, lengo ni kwenda kutafuta fingerprint ili waweze kutambua ni nani ambaye alihusika katika mauaji ya kumwangamiza Kashi. Baada ya kufika hapa, daktari kipindi ambacho alikuwa anaendelea kupiga stori mbili tatu, yebwana mkononi mwake akiwa ameshika chai, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuweza kuimwaga yebwana, kwa bahati mbaya akagundua ya kwamba sehemu ambapo chai ile ilikuwa imemwagika ndiyo sehemu ambapo kulikuwa kuna fingerprint da i say hii ikawa ni changamoto nyingine. Kupitia maelezo ya wote wawili, maskari polisi kabidi wapige ndani ya hospitali ambayo inasemekana miaka kumi na mbili iliyopita walipelekwa ndani ya ile hospitali kwa, kwa lengo la kutibiwa akili, lakini pia inasemekana ya kwamba mmoja kati yao alimchoma penseli ya shingo, daktari alimanusula aweze kupoteza maisha. Lengo lao alikuwa anahitaji, endapo akimpata mmoja kati yao ambaye alikuwa akafanya hili tukio, basi wana uwezo wa kutambua ya kwamba ni yeye alikuwa akafanya hili tukio, lakini baada ya kupiga simu wanaelezwa details zinaonyesha watu wote walikuwa wamehusika ndani ya hili tukio. Haya mambo yanakuwaje? Bimdada akazidi kuchanganyikiwa. Baada ya kuelekea sehemu ambapo alikuwa anaishi Sidathi, anafanikiwa kukuta ndani ya gari lake kulikuwa kuna taili ambayo lilikuwa limepata pancha hivyo atambua ya kwamba huenda sidathi akawa anaongea ukweli. Mashaka makubwa yakahamia kwa mtaalamu wetu Aditia, kwani inasemekana asubuhi na mapema alienda kulipa deni kubwa ambalo rafiki yake alikuwa na daiwa ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Vema 19 itoshi, Vema kwa sasa atambuliki sehemu alipo, kwani tokea ile siku ambapo alimfanyia mahojiano ametokomea na kuelekea sehemu isiyojulikana. Lakini huku Vema tunamwona akiwa anakumbuka maneno aliyokuwa akaambiwa na mtaalamu wetu Aditia kwamba endapo yeye akikamatwa basi aondoke ndani ya hili eneo akihakikisha anasafiri kwa muda wa siku tatu pasina kuweza kushuka ndani ya basi. Ni kwa nini aditia alimwambia haya maneno? Je, kuna mambo gani yapo nyuma ya pazia? Lakini pia swali la kujiuliza, aditia, pesa za kwenda kulipa deni alikuwa amezitoa wapi bwana? Huku upande wa pili, na jendra anaambiwa na aditia kwamba pesa ambazo alizitumia kwenda kulipa deni ni pesa alizozipata baada ya kushinda kwenye kamari. Najendra baada ya kwenda kumuuliza miliko wa kasino akathibitisha haya maneno. Hapa ukatokea mtafaluko, ni mdada ushahidi wake wanadai ya kwamba sidathi alikuwa hana hatia, lakini huku upande wa pili Najendra yeye ushahidi wake wanadai ya kwamba aditia naye alikuwa hana hatia. Sasa kama wote wanaonekana hawana hatia, wao watafanya nini? Wakaamua kwenda kuwapeleka mahakamani wote wawili, wamwachie jaji ndio aweze kuamua ni nini anaenda kuwafanya. Lakini baada ya kuweza kusoma ushahidi wote Hakimu anatoa maamuzi ya kwamba hawa watu wote wawili wanaonekana hawana hatia, hivyo waachiliwe huru. Waungwana wakarudi mitaani, lakini wiki moja baada ya kupita, bimdada ya siku hii ya leo anafanikiwa kukutana na picha ambayo alikuta nyumbani kwa Sidathi. Hapa ndipo akaanza kutafakari upya. Picha hii ilikuwa imeandikwa jina Mahima akampigia simu rafiki wa Akashi na kumuuliza aweze kumweleza jina la mtu ambaye inasemekana Akashi alikuwa anampenda, lakini bimdada yule alikuwa anamchomolea Akashi. Kwa kweli, alikuwa hana historia kukataliwa na mwanamke yoyote, ndipo akachukua maamuzi ya kwenda kumwangamiza bimdada aliyekuwa mtambulika kwa jina Mahima Yamini. Moja kwa moja akatambua muuaji halisi alikuwa ni mtaalamu wetu Sidathi, lakini alikuwa hana lolote la kumfanya kwani ushahidi kwanza alikuwa hana lakini pia ni yeye ndo aliyethibitisha kwamba mshikaji alikuwa hana hatia yoyote dada anakuja kugundua kwamba japokuwa hawa watu walikuwa hawapendani, lakini endapo mmoja kati yao akikutana na matatizo basi wanaungana ili kuweza kusaidiana kulisovu hilo tatizo ebana. Pembezoni mwa bahari tunawaona waungwana wawili Sidathi pamoja na Aditia wanakutana, na Aditia anaanza kumweleza Sidathi ya kwamba nilitambua ni wewe ndio uliweza kumwangamiza Kashi kwa kile alichoweza kukifanyia, lakini japokuwa ulifanya kila kitu cha kupoteza ushahidi katika eneo la tukio, lakini kitu ambacho ulikuwa uko makini ni kuangalia upande wa pili jinsi ambavyo askari polisi huwa wanafanya uchunguzi. Mwamba anaendelea kueleza kwamba baada ya kuweza kugundua kwamba kupitia ushahidi ambao askari polisi wataenda kufanya hautoweza kutoboa hususani baada ya kugundua ya kwamba alikuwa na picha yako, ndipo nikachukua maamuzi ya kuweza kujikamatisha na kuingia ndani ya kituo cha polisi ili niweze kukusaidia. Lakini baada ya kufika mle nikaanza kumkonyeza bimdada Yamini, ikiwemo pia kumchezeshea manyonyo ili aweze kupoteza fokas ya kuweza kukuchunguza ndani ya akili yake, atambua kwamba mimi ndiye ambaye nilikuwa muuaji. Upande wa pili bimdada Yamini ni kweli ameshatambua ukweli mzima, lakini uwezo wa kuifungua tena hii kesi alikuwa hana. Sababu yeye ndo aliyehusika kutafuta ushahidi wa kuonyesha Sidathi alikuwa hana hatia, na hatimaye kupelekea Sidathi kuonyeshwa kwamba alikuwa hana hatia yoyote. Ndugu wawili wanaagana, Sidathi anaondoka na kwenda kuanza maisha mengine, lakini kwa upande wa Ditya anaenda kuchukua maamuzi ya kumwoa bimdada Gayatri na kuyaanza maisha mapya. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoi ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kwa mwanafamilia hawa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.